Chai ya kijani ama green tea, siri ya kuondoa mafuta mwilini na kusafisha damu. Watu wengi wamezoea kuanza siku na kikombe cha chai ama kikombe cha chai ya maziwa au kahawa. Leo nataka nikuelezee siri ya kinywaji kimoja ambacho kimekuwa nguvu ya asili kwa maelfu ya watu duniani. Chai ya kijani ni kinywaji kidogo tu, lakini ndani yake kuna nguvu kubwa ya kusafisha damu, kuondoa mafuta mwilini, na hata kuboresha akili. Asili ya chai ya kijani. Chai hii imetumika kwa zaidi ya miaka elfu nne katika tiba za kieshia hasa nchini Japani na China. Tofauti na chai ya kawaida, chai ya kijani haichomi moto kupita kiasi. Majani yake yanakaushwa yanakaushwa kwa upole, hivyo virubutisho vyote muhimu kama catechins, antioxidant na polyphenols ubaki hai, na huo ndimo siri ya afya iliyofichwa ndani ya chai ya maja, ya kijani. Faida kuu kwa mwili: chai ya kijani hupunguza mafuta mwilini. Catechins zilizomo ndani yake huongeza mwamko wa mafuta, Fat burning. Ndiyo maana watu wanaokunywa chai ya kijani mara kwa mara huona mabadiliko kwenye tumbo na kiuno bila kutumia dawa. Chai ya kijani husafisha damu na ini. Antioksidanti zake hutupa kinga dhidi ya sumu kutoka vyakula, dawa, mazingira. Husaidia ini kufanya kazi vizuri, kama mlinzi wa damu yako. Chai ya kijani huimarisha akili na kumbukumbu. Ina kiasi kikuu kikubwa ama ina kiasi kidogo cha kaifini ambacho huchangamsha ubongo bila kulevya. Kiasi hichi kidogo cha kaifini huchangamsha ubongo bila kulevya. Wanasayansi wanasema chai ya kijani huboresha umakini na hupunguza msongo wa mawazo. Chai ya kijani huongeza kinga mwilini kwa kuwa ina vitamin C na vitamin E na zinc, husaidia mwili kupambana na magonjwa ya mara kwa mara kama mafua, uchovu na maumivu ya mwili. Chai ya kijani hurefusha maisha. Nchi kama Japani ambako watu hunywa chai ya kijani kila siku ndizo zenye idadi kubwa ya watu wanaoishi zaidi ya miaka tisaini mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV nataka nikuelezee jinsi ya kuandaa na kutumia chai ya kijani chukua majani ya chai ya kijani au tea bag ya green tea. chemsha maji lakini yasichemke sana kama sekunde 80 sentigredi ama 90 sentigredi. Mimina maji hayo kwenye kikombe chenye majani, acha ikae dakika tatu ama tano. Unaweza kuongeza asali kidogo au matone ya limau kwa ladha. Usiweke maziwa kwa sababu hupunguza nguvu ya virubutisho vyake. Kunywa kikombe asubuhi kabla kufungua kinywa na kingine jioni baada ya chakula. Zaidi ya hapo, mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani, tahadhari na hili: wajawazito, watu wenye presha ya chini au wanaotumia dawa za usingizi wanapaswa kutumia kwa uangalifu. Usitumie zaidi ya vikombe vinne kwa siku. Kiasi kubwa sana kinaweza kuleta kichefuchefu na mapigo ya moyo kwenda haraka. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, mwili wako ni hekalu la uhai, usiweke sumu ndani yake, wakati dunia imetoa tiba rahisi kama chai ya kijani. Kikombe kimoja kila siku kinaweza kuwa mwanzo wa mwili mpya, akili safi, na damu iliyo safi. Kumbuka, afya njema si miujiza ni maamuzi madogo yanayofanya kila siku. Mtazamaji na msikilizaji, kumbuka, afya njema si miujiza, ni maamuzi madogo unayofanya kila siku. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, tunakuomba kama umepata faida Subscribe, like, kisha ucomment. Hii ni yanayojiri mitaani TV.